Je, umewahi kusikia au kujiuliza kwa nini na kwa namna gani watu wanaweza kuifanya YouTube mpaka inawalipa? Basi, kwenye video hii uko mahali sahihi. Twende moja kwa moja ili uweze kujua. Karibu kwenye Sam Shop Zone. Hapa nitaanza kukufundisha jinsi ya kuanza, kukua na kutengeneza pesa kupitia YouTube. Leo tutaanza mfululizo wa masomo ya msingi kabisa ili uweze kujua YouTube ni nini, namna gani ambavyo YouTube inafanya kazi na namna gani ambavyo unaweza kuitumia YouTube kuweza kupata pesa. Sasa yamkini umeshaona baadhi ya masomo ambayo nimefundisha huko nyuma, nikifundisha jinsi ya kupata subscribers na nini, lakini uenda haikuwa sahihi kuanzia kule. Sasa nitaanza kukufundisha wewe ambaye unaanza, uweze kujua namna gani ambavyo unaweza kuitumia YouTube. Okay, jambo la kwanza jiulize, YouTube ni nini? Tunasema YouTube ni jukwaa la video ambalo lina watumiaji uh, zaidi ya bilioni mbili ambao wanaweza kutumia kwa kila mwezi. Hii ni sehemu ambayo watu wanaangalia, kujifunza, kufanya biashara na kuonyesha vipaji vyao. Kwa maana hiyo wewe pengine huwa una, unatumia YouTube kuweza uh, kujifunza au kuweza kufanya biashara au kuweza kuonyesha kipaji chako. YouTube ni kama TV ya bure, au tunaweza kusema ni kama chuo bila ada au biashara bila mtaji mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu YouTube ni sehemu ambayo unaweza kupata burudani mbalimbali, ndio maana tunasema ni TV ya bure. Lakini pia unaweza kujifunza vitu mbalimbali, ndio maana tunasema kwamba YouTube ni kama chuo bila ada. Unachohitaji ni bando lako tu kuweza kujifunza vitu vingi sana ambavyo unaweza kujifunza kupitia YouTube. Okay, tunaangalia kwa nini YouTube ni fursa, kwa sababu inatoa nafasi kwa kila mtu auangalii, umri wako, elimu wala muonekano. Haijalishi elimu yako ni ndogo au hujasoma kabisa, kinachomata ni kwamba utengeneze mauzui ambayo yanatoa thamani ambayo wa ukifanya vizuri, YouTube inakulipa vizuri kupitia matangazo ya AdSense, brand deals, pamoja na mauzo ya bidhaa. Kwa maana unaweza kufanya mambo kama unaweza Spons sponsorship unaweza pia ukafanya uh, uh, affiliate marketing pamoja na vitu vingine, okay, lakini pia YouTube uh, YouTube unaweza kaitumia kama biashara sawa. So, uh, YouTube kama kupost video tu, YouTube pia unaweza ukaifanya kama duka lako la mtandaoni kwa maana kwamba unakuwa unauza vitu, unatangaza kupitia chaneli yako sawa. So, hii ni biashara ambayo inakupa nafasi kubwa ya kuuza popote ndani ya Tanzania na kwingine kote, na maana bidhaa zako zinaweza kufikiwa na watu tofauti tofauti. Cha msingi, we angalia ni bidhaa gani ambayo inapendwa na watu ambao umewalenga. Je, umelenga vijana? na umelenga vijana wa aina gani? wapenda michezo au watu wa aina gani? sawa pia. Uh, ukifanya hivyo ndio utakuwa umeweza kuwin soko la YouTube kuifanya kama biashara. Sasa ni aina uh, gani ya maudhui ambazo ambazo unaweza kufanya sawa, kwenye YouTube na ukaweza kupata views nyingi na ukaweza ku kutengeneza kufikia hatua ya kutengeneza pesa, kwa sababu kutengeneza pesa ni mchakato mpaka kufikia, lazima kuna vigezo hapa katikati ufikie sawa. So, sasa kabla ya kuanza ni muhimu ujue ni content za aina gani ambazo zinafanya vizuri. Kwa mfano kuna content kama tutorials, yani zile za kufundisha. Kwa mfano kama mimi hapa leo nakufundisha uweze kujua YouTube ni nini, sawa so, na inafanyaje kazi na unawezaje kutumia YouTube kuweza kupata pesa. Na watu wengine pia wanafundisha, mwingine anafundisha jinsi ya kupika, jinsi ya kufanyaje vitu kama hivyo. Lakini content nyingine ambazo zinafanya kazi ni content za reviews, kwamba jinsi ya kupitia labda unaweza kupitia na mapitio ya simu, vifaa vya vifaa pamoja na apps, kwamba unaweza ukawa unapitia unaonyesha watu simu, kama wewe ni mtaalamu wa masuala ya simu, unaweza kuonyesha simu fulani ina uzuri fulani, ina faida hizi iko hivi, iko hivi. Unaonyesha features zake na vitu vingine. Sawa, lakini kwenye app naangalia app gani ambazo zinafanya vizuri. Kwa mfano leo mimi nitakwambia, uh, ukitaka kununua bidhaa mtandaoni kwa bei ya jumla kwa ajili ya kufanya biashara tumia Alibaba. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu nimeipitia, nimeweza labda kununua bidhaa huko kuona jua kwamba huko kukoje kuna faida gani na sala gani? Sawa, lakini pia kitu kingine unaweza ukafanya entertainment, vitu kama vichekesho, eh, story movies na kadhalika, content nyingine ambazo zinafanya vizuri. Ya nne yani, ni vlogs. Yani unakuwa unaelezea maisha ya kila siku sawa. Kuna watu wanatengeneza content ambazo zinaonyesha ya maisha yao ya, ya, ya kila siku, inaweza kuwa kama motivation kwa watu wengine kitu kingine ni education unaweza kuwa na ujuzi mbalimbali unajua vizuri kufundisha lugha ya kiingereza unaweza ukaanzisha channel yako kwa ajili ya kuwa unafundisha na vitu kama hivyo na content nyingine pia wanasema ni business content ambayo ni motivation pamoja na entrepreneurship hii unaweza ukafanya kwa ajili ya channel ambayo kwa ajili ya kuwa una unawapa watu motivation kwenye masuala ya kiuchumi lakini pia unawafundisha masuala ya ujasiriamali Sawa, so, umeweza kuona namna gani ambavyo YouTube inafanya kazi na namna gani ambavyo unaweza kutumia kuweza kutengeneza pesa na video za aina gani ambazo unaweza kuzifanya. Sasa katika video ijayo, tutaweza kufundisha jinsi ya kuchagua niche au jinsi ya kuchagua maudhui ambayo yatafaa kwa ajili ya wewe unatengeneza kwa ajili ya channel yako. naitwa Director Sam, hii ni Sam Shop Zone. Hakikisha una subscribe kwenye channel hii, utaweza kujifunza mengi na hapo ni mwanzo tu. Tutakupa mfululizo mzima uweze kujua changamoto gani ambazo wanapitia YouTube content creators na namna gani ya kuweza kuzitatua namna gani uweze kufikia subscribers uh, elfu moja pamoja na watch hours elfu nne nitakwambia namna gani ambapo mimi nilipitia changamoto na namna gani nimeweza kufanikiwa mpaka kufikia hivyo vigezo na hatimaye sasa nimeweza kumonetize na kuanza kulipwa na YouTube asante uwe na wakati mwema hii ni Sam Shop Zone hapa iko chini ya SG Corporation